Hili swala limekuwa la, la, la, sasa limeshakuwa kama mazoea, na imekuwa single mothers imekuwa kama ni jina la uhalali kabisa. Mheshimiwa Waziri, mimi nafahamu tumekuwa tukikurushia mameseji mbalimbali, wamama wakiteseka kabisa, mtu anazaa na mtu kwa makusudi. Anajua yeye ni mume wa mtu afu anazalisha afa anafanya siri. Nyinyi wadada mliozalishwa, semeni waume zetu walikowazalisha, ili wawe wazi, ili watoto hao waweze kutunzwa kwa sababu kosa sio la mtoto, mapenzi mmefanya nyinyi wawili, lakini watoto hawapelekwi shule, watoto wanapata shida, hawana bima za afya. Wababa wazima kabisa na wana vyeo maofisini wanazalisha watu na kujificha. Mheshimiwa Waziri, tunaomba ulisimamie hilo, kwa sababu mwisho wa siku tunaacha watoto wenye vinyongo vikubwa kabisa na kuja kutiliana sumu na watoto tuliowazaa kwenye ndoa, kwa sababu tu wana mauchungu waliofanyiwa na baba zao ambao hawakutaka kuwatunza. Lakini wapo pia wakina mama ambao pia wanawaza vibaya. Mama anazaa mtoto nje, alafu anatupa mtoto. Kwani ulipokuwa unazaa, kwani ukuwa na kinga? Kwa sababu kuna sayansi zinaendelea, mheshimiwa. Na anawapeleka wakati mwingine kwenye vituo vya, vya kulelea watoto. Mimi nafikiri sio sawa, tupeleke watoto kwenye vituo wale walioshindikana kabisa ambao wamepata bahati mbaya ya kufiwa na amebaki na bibi ni mzee, tupeleke basi kwenye hivyo vituo. Lakini mmezaa kwa mapenzi yenu, kwa makusudi, mnakuja kuweka watoto katika hali iliyokuwa mbaya. Mwisho wa siku tunaita watoto mtaani. Mtaa hujawahi kuzaa mtoto hata siku moja. Tuhakikishe tunawalinda watoto kwa nguvu zote, maana hilo ndio taifa la kesho. Mheshimiwa Waziri, swala la mitandao, haki za watoto kwenye mitandao. Kuna watu wanapiga picha bila hata kuziba nyuso za wale watoto, kwa sababu sheria hiyo ipo. Huwezi kumexpose mtoto kwenye mtandao, hata kama unataka apewe matibabu, hata kama unataka asaidiwe, ni lazima ufiche sura yake kwa faida yake na kwa ulinzi wake na usalama wake. Ninaomba mheshimiwa, kwa picha kama hizo zitolee matamko. Tumekwambia toka asubuhi utoe matamko. Uwe tu mama matamko, tunakuruhusu kabisa, kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji usalama wa hao watoto. Lakini pamoja na hayo kuna cyber crime na bullying katika, katika katika mitandao, mheshimiwa, ili swala la sio swala la, la, la Mama Samia kwa sababu ni rais ni wa Tanzania, ni swala la haki ya mwanamke kulindwa. Leo hii tunaenda kwenye uchaguzi, tulitunga sheria hapa mheshimiwa waziri kwamba tunahitaji kulinda haki ya mwanamke leo hii unawezaje mwanamke mwenzetu kamtukana mwanamke mwingine? Hii haitakubalika, mheshimiwa waziri, na hili swala wala sio swala la kisiasa, ni swala la hifadhi na hadhi ya mwanamke anayotakiwa kulindwa nayo. Na mheshimiwa waziri, wanawake wenzetu wengi wengi wengi wafikiria kama rais anaweza akafanyiwa vile, nini mtu wa kawaida anashindwaje kufanyiwa hivyo? anafanyiwa vitu vibaya, anaweza akafanyiwa masuala ya ngono yakarushwa kwenye mtandao, na hao wanaume wanaofanya hivyo wapo, lakini pia wanaotukana kwenye mitandao wapo. Amesema vizuri sana kiongozi mmoja hapa asubuhi kwamba wizara ya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na wizara yako mheshimiwa waziri, ni lazima tusimamie haki za wanawake wote, akiwepo na rais wetu ambaye ametukanwa, na hili nimeliona kwenye mitandao, akiendelea kusema kwamba nyinyi mnaosema mna njaa nyinyi mnaosema ni watu... swala la njaa lipo katika haki na staha ya mwanamke yoyote katika taifa hili. Tunaomba tulindwe kama wanawake, lakini mwisho wa siku, Mheshimiwa Waziri, tusipokuwa wakali tutajenga taifa ambalo kitu kikifanyika kidogo tu unarushwa kwenye mtandao, kitu kikikosewa kidogo tu unarushwa kwenye mtandao. Tunaomba sheria zichukue mkondo wake kwa kulinda hadhi ya mwanamke yoyote anaosemwa vibaya kwenye mtandao. Hata kama umegombana na mume wako, hana mamlaka ya kurusha chochote kwamba huyu mwanamke nimemwacha kwenye mtandao. Tunahitaji privacy ya ndoa, tunahitaji privacy ya wanawake, kwa sababu tunajua mwanamke akilindwa, taifa linaendelea. Mheshimiwa Waziri, tumezungumzia mambo mengi sana. Mimi mwaka jana nilizungumzia swala la ombaomba omba hasa wale wazee wanaotembea na vijana wadogo muda wa saa za shule. Mzee ameshikwa ameshika fimbo na anavutwa na mtoto wa darasa la pili au la tatu au la nne kwenda kuomba kwenye mabaa. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba watoto hawa na wazazi hawa wapigwe marufuku na tutoe tamko kabisa, hakuna kutoa fedha kwa mzee huyu, kwa sababu zile fedha hazimsaidii yule mtoto. Hiyo ni biashara ya yule mzee. Watoto hawa wana future yao ya kesho. Leo hii saa saba mchana unatembea na mtoto ba unaenda kuomba fedha. Huyu mtoto atasoma lini? Anapata afya gani? Watoto ni wachafu, unaona kabisa, watoto ni wadhaifu. Mheshimiwa, tunaomba utoe tamko kwa watoto hawa. Nilisema mwaka jana na mwaka huu narudia, naomba uchukulie hatua swala hili. Baada ya kusema haya, mheshimiwa waziri Tunaomba kabisa simamia nafasi yako kama waziri, tuko nyuma yako kuhakikisha haki ya mtoto wa kike pamoja na wanawake, wa viongozi wanawake wa kawaida, inalindwa sawasawa na sheria na kanuni la taifa hili. Baada ya kusema haya, naunga hoja katika bajeti hii. Asante, asante, asante. Waheshimiwa wabunge, wakati tunaendelea, naomba tutambue uwepo wa mgeni wa mheshimiwa Daktari Dorothy Onesfo Gwajima, mbunge waziri wa maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum, ambaye ni ndugu Yusuf Kileo, mjumbe wa kamati ya kitaifa ya kupambana na ukatili mtandaoni. Karibu sana, karibu sana waheshimiwa wabunge, tunaendelea.